Naamini, tunaishi kwa amani, hatuna shaka na wewe, tunashukuru sana, tunashukuru sana wachungaji. Ai, tumeridhia na hicho walichozungumza, ni kweli, tuko pamoja na hatujaona shida yote na, na sisi pia kama ubalozi tutakuwa pamoja nawe na tutakuwa pia baraka kwako kwa hiki kwa tu mlichokifanya, na jamii yoyote inaweza ikaona hiki, watakuwa wanasema pana huyo kwa sababu kuna watu wanajikoseaga maneno, nasema si ni majirani zako kwenye mitandao, majirani zako, tunazifahamu tabia zako, tutakuanika. <laughs> Sasa kwa maisha yangu mimi sina siri, yani sina zaidi ya unavyonifahamu. Sina skendo, sina hila, sina wizi ko, nikimwona unasema yani we jirani, wee ndo nakushukuru Hebu nisaidie nianike sasa, nianike usisaza hata kamoja. Sasa nakuta anapotea, kwa sababu ni wale wanaotishia, wakijua hakuna mwanadamu asiye na ujanja ujanja. Lakini nyie majirani mmekuwa nguvu zetu wakati mwingi. Sisi ni wachungaji, ni wahubiri, tunaongea sana Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo jamii kwenye ubalozi wetu, tumeona kwa pamoja tuje tukupe pole kwa msiba ambao umekutokea, ndugu yetu, mtoto wetu yetu sifa. Ndiyo. Kwa hivyo kama ambavyo tulikupa taarifa mara ya kwanza tulivyokuja kama viongozi wa ubalozi, sasa hivi tumekuja kama jamii ya ubalozi huu. Kwa hiyo kwa pamoja tunatoa pole sana, lakini tunaye Amina, chukue nafasi kusema pole. Na hiki tumekuja tu na hiki kichaka, tuseme pole. Mungu akutie nguvu. Amina, nashukuru Mungu abariki sana. O sande, o sande. O amina. <laughs> <laughs> na ubalozi bariki sana Lakini pia tumeongozana na mzee wetu wagee naye, na naweza unaweza kanaongea lolote yeah, kuhusiana na <coughs> shida ambayo inatukuta hii, ni shida yetu wote kaam ndugu zetu, una kauu kwa niaba ya ubalozi ni kwamba baada ya kupata hili jambo taarifa, wewe ukiwa jirani yetu mwenzetu, tunaona si vema tukakaa hivi hivi, tuji tukufariji. hmm. lakini kitu tulichokuja nacho ni kidogo, lakini hmm. Mungu ndiye atakayekushika mkono zaidi hmm. na kukuinua zaidi hmm. na kupunguzia machungu zaidi hmm. hatuna jingine la ziada na kusema pole sana, asante hmm. sana Mchungaji, sisi hatuna la zaidi yeah. Yaani kikubwa kilichotuleta kilicho cha kusema pole kwa haya ambayo yametukuta mm. hatuna mengi ya zaidi yeah. kama wenzangu walivyosema kwamba tunakuja na kichache yeah. lakini si kichache, maana ndio nafasi ambayo tumepata yeah. Kwa hivyo bado ni kikubwa yeah. Kipokee okay. yeah. kama sehemu ya faraja yetu na pole kwa manaashuu mimiseme jambo kubwa. Sadaka kubwa ni fikra, namna ile ambayo lakini kubwa kuliko ni mmewafikiri watu wa aina gani? Mmekuwa pamoja na watu wa aina gani? Hii si mara ya kwanza. Wakati wa msiba wa mtoto wangu, ubalozi ulijitoa kwa ukaribu sana, lakini mara ya pili uh, kwa tukio lingine kabisa la hali mbaya mazingira ya mazingira magumu ya kwa bundu kwetu. Ubarozi na majirani amekuwa na ushirikiano mzuri sana. Awamu ya tatu ndio hii, ndugu yangu, rafiki yangu yangu, sifa Mungu ameruhusu hayo, imekuwa na umoyo ambao nimeuona hapa. Sasa kwa nini nimesema yote haya? ni unafanya hii mara nyingi mimi ndio ninayosema ndio tafsiri ya upendo. mwe mnajua na nifahamu ya kwamba mi mara nyingi si nzuri sana mimi mwenyewe huonekana kwenye matukio yo ya aina yoyote, si mzuri kabisa. Yaani imewezekana kabisa wai kutokea kwenye tukio katika wote hapa sikumbuke Hii ni kwa sababu ya aina ya maisha, nafasi niliokuwa nayo, lakini mara nyingi au mara zote, popote ambapo pana tukio lolote, ni vizuri ujue mi pana mkono wangu. E, pengine ufanyaji wangu ndio tofauti. Mimi huwa naangaika na tatizo lilivyo kao, tukifika mara tukaona pana upungufu wa kitu fulani, huwa si wazuri wa kwanza mchana mpaka tuone na natatua na mia tano na nani. Kama pana tatizo la maji, pana tatizo la unga, pana tatizo la sukari, mara <coughs> nyingi chondo tunacho, tunachokibeba kama kuna wakati wowote utaliona utalio tatizo, wanasema wameibeba watu wachache. Ni watu wa aina hiyo, lakini umoja mlionao e, nyenyekevu mlionao uelewa mlionao kwa kweli kwenye mazingira mengine hawawi kama hivi muliv wenyewe, wanataka pengine wewe mwenyewe wangekuwa na fizika, lakini mmeniheshimu sana, mmeniheshimu sana sana. Ubarozi huu mmemwheshimu Mungu sana, naamini mlikuwa na kila sababu za kusema, kwani wewe ni mchungaji tofauti na wachungaji wengine. Onani kama wengine hawako kama wewe. Nadhani ni unyenyekevu nilio nao kwa Mungu kwa sababu ukweli ulivyo, Mungu toa kwa namna tofauti, kama kwa namna moja nyingine, kuna wakati anaweza akawatofautisha kidogo. Kwa majukumu niliyonayo nayo, licha tu ya mateso mabaya haya tuliyoendelea nayo, lakini majukumu yangu wakati mwingine huwa na, yanakuwa ni makubwa kuliko wachungaji wengi kwa sababu ya aina ya mambo tunayoyafanya. Mimi niko hapa naitwa mchungaji lakini, kwa utaratibu mwingine, ningeweza takuitwa askofu, kwa sababu ni msimamizi wa makanisa mengi kote duniani. Sio nchini, kote duniani. Kwa hiyo majukumu yangu, kazi zangu zinakuwa ni, ni, ni, ni, za utofauti kidogo, lakini hiyo isingekuwa sababu. Niwaombe tu tena na tena pasipo kuwachelewesha kwamba nimeuona moyo wenu, nimefurahi zaidi kuwafahamu. Mkiona nageuza macho na hukuabuyani sijuajiyan sijuaji sijuaji, kama kuna jirani namfahamun nafahamu huyonafahamum gasho wengine kama huyu tulikuwa na mwonaga zamani, tunajenga hapa, lakini si sifa. Kwa hiyo jambo lilofanyika kubwa kabisa, si mmeniletea nini? Ni heshima kiasi gani, watu wazima wenye kazi zenu na mambo yenu kuja kuniona mimi kwenye eneo hili, asanteni sana. Mungu wa milele awabariki sana, na waahidi tu nime hata jana wakati nahubiri hapa nilikuwa nimesema nawaambia watu nasema, nimekusudia kuwa baraka kwa watu, nimekusudia kufanya watu wajisikie vizuri, mimi kuwa karibu nao, na nyie kama ubarozi, nina ninawaahidi kwa namna moja ama nyingine, aminini, nitakuwa baraka kwenu kwa namna yoyote ambayo Mungu atanisaidia, kwa sababu ikiwa naweza nikawa na uhusiano mzuri na majirani, ikiwa naweza kuwa faida kwa majirani, ni msingi mzuri. E, ni hatua nzuri. Biblia inasema ibada au wimbo fulani umesema ibada njema uanzia nyumbani. Kwa hiyo e, kama ni mchungaji, nahamasisha tabia nzuri, nahamasisha wema, nahamasisha ushirikiano ama umoja. Naamini ikiwa kwa nyie tulioko hapa mlioko jirani, nitakuwa na ushirikiano ama nitakuwa faida kua baraka kwenu, basi huo ni msingi mzuri kwamba hata huko kwingine wataamini sana. Najua kwa hiki tu mwichokifanya na jamii yoyote inaweza ikaona hiki, watakuwa wanasema pana huyu, kwa sababu kuna watu wanakoseaga maneno, sema si ni majirani zako kwenye mitandao, majirani zako, tunazifahamu tabia zako, tutakuanika <laughs> sasa, kwa maisha yangu mimi sina siri Yani, sina zaidi ya unavyonifahamu, sina skendo, sina hila, sina wizi kwao. Nikimwona unasema yani, we jirani we, ndo nakushukuru, hebu nisaidie, nianike sasa, nianike, usisaza hata kamoja. Sasa nakuta anapotea, kwa sababu ni wale wanaotishia, wakijua hakuna mwanadamu asiye na ujanja ujanja. Lakini nyewe majirani, mmekuwa nguvu zetu wakati mwingi sisi ni wachungaji, ni wahubiri, tunaongea sana, tunaongea Tuna kwa... Kwa, kwa, kwa, kwa hata dakika hazijafika, lakini mimi najikuta naanza kuwahubiria. Mungu awabariki mno, naamini kabisa kwamba na aminini tu, nitakuwa baraka. Swali lolote ulilonalo kichwani sasa, mchungaji atakwaje baraka? Mbona tungetamani awe hivi? Nitalijibu kwa namna ambayo wengine itakuwa nzuri kuliko hivyo unavyofikiria balozi. Mimi sianze kufungua vitabu vya Biblia. Hebu pengine wewe mwenyewe uniruhusu sasa namna ya kuhitimisha. Mimi nimeshakuja hapa kuomba ni kama mahojiano na polisi mwenyewe. Kwa maneno haya machache, tunashukuru ah, sana mfungaji. Aai, tumeridhia na hicho ulichozungumza ni kweli, tuko pamoja Deo, na hatujaona shida yote na. Na sisi pia kama ubalozi tutakuwa pamoja nawe na. Na tutakuwa pia baraka kwako kama vile ambavyo wewe utakuwa baraka kwetu, na sisi tutakuwa baraka kwako. Tunaamini tunaishi kwa amani tuna shaka nawewe, tunashukuru, hmm, sana. Basi yes. Sasa mimi hmm, niombe ombee baraka kwa Mungu Roho Mtakatifu, Mungu wa milele, Mungu wa watu hmm, Mungu wa vitu hmm, Mungu ambaye kwa namna moja na nyingine unatuweka duniani, unatuweka mahali ulipojua, unapojua hapo tutatimiza makusudi yako uliruhusu tuzaliwe kwenye familia ambazo wengi wetu hata tusingetaka, tunatamani familia zingine. Umeruhusu tuzaliwe na tuishi kwenye miji ambayo wengine hata tusingetaka. Mungu ungetaka tuzaliwe kwenye miji, sisi tunataka tungezaliwa kwenye miji mingine, lakini wewe ulipenda sisi tuzaliwe tulikozaliwa, kwa familia tulizozaliwa ulipenda tuishi kwenye mji huu ambao pengine kwa eneo tukuta hali ngumu tunazokutana nazo, tunaona inawezekana tungeenda, tungeishi kwenye mazingira tofauti na haya, lakini Mungu, imetokea tunaishi hapa kwa amani yako. Wewe unajua hapa ni msingi wa kufanya lile ambalo umetaka tulifanye tukiwa duniani. Pamoja na hayo, unatuwekea watu ambao watu hao tukiwa na mahusiano nao vizuri basi ni mwanzo mzuri wa kwenda popote pale ulimwenguni. Kitendo kilichofanywa na majirani hawa ndugu hawa ubarozi huu asubuhi hii kuacha shughuli zao kuja kuonyesha machungu maumivu pamoja nami kwa sababu ya mpendwa wangu, rafiki yangu kipenzi, changu mwanangu, Sifa. Lakini pia lengo lao kubwa ni kuonyesha ni kwa kiasi gani wako pamoja nami. Mungu, huu ni msingi wa kuwa baraka kote nchini, kote duniani. Ikiwa hawa wameniona kuwa mtu wako, kuwa mtu mwema basi Mungu, ukawe mwanzo ukawe sababu nikawe faida nikawe baraka kwa maisha yao, kutoka hali za ndani za mioyo na za dhamiri, lakini pia ukawe mwanzo wa kuwa baraka pote mahali pote nchini. Roho Mtakatifu, Mungu wa baraka, mimi ni mtu wako. Kwa ujio wao hapa, natamka neema yako juu ya maisha yao natamka baraka yako juu ya maisha yao Hallelujah. Natamka mkono wako juu ya maisha yao. He, Mungu, kwa kitendo cha wao kuwepo hapa na ile namna ibada ulioiweka ndani yao kwa damu yako na kwa jina lako Mungu uliye kweli, kasababishe baraka kwenye meobili, kasababishe neema yako kwenye ubarozi huu, ikaweko namna ambayo dunia yote itajifunza jambo, itaona jambo la tofauti kabisa litakalotendeka kwenye ubarozi huu kwenye jira, kwenye jamii hii kwa sababu ya moyo walio nao hmm. Hata kunitazama mimi niliye mjumbe wako kama mtu mwenye moyo wa kweli. Roho Mtakatifu, waujua moyo wao, ushirikiano wao, unyenyekevu wao wa siku nyingi ambao wameendelea kutoa kwa ajili ya neno lako na sisi tulio watu wako, naomba usiwasahau. Naomba tendo lolote walitendalo, neno lolote walinenalo kwa moyo wa kweli, kwa bali ya neno lako na kanisa lako takatifu, Mungu naomba usiwasahau. Bariki maisha yao, bariki familia zao, bariki nyumba zao, bariki kazi zao Bariki mipango yao. Neema yako Mungu wa milele ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo amen. Mungu Amen. Abariki sana asanteni sana, Asanteni sana. Asanteni sana.